Mpezi mtazamaji wangu aa, masomo ya kinanda A, nataka na wewe wimbo mmoja mzuri wa kuabudu unaita watakatifu wote watakusanyika mbele zake Mungu mwenyezi A, sasa nifanye katika ufunguo au ambazo ni batan nimezishika hizi hapa. Jambo la kwanza utakia ujue major skesi za ufunguo huu ambapo i namba moja i namba mbili i namba tatu i namba nne i namba tano i namba sita i namba saba i namba moja. Uh, hizi namba zitakusaidia wewe kutengeneza kodi ambayo utazitumia uh, kuzipiga uh, katika wimbo huu. Sasa wimbo wenyewe unaimbwa hivi watakatifu wote watakusanyi

Sasa nitacheza chords rahisi kabisa ambazo hata wewe uh, utaona ni rahisi kujifunza, na utazijua. Uh, sasa naanza hivi, unaona hii hii, ni F sharp first inversion, yaani F sharp C sharp F sharp, huku kuna A sharp C sharp na F sharp. Watakatifu wote naona nakuja namba nne. Hii ni progression ambayo nimeitumia lakini so sasa, kabla mimi sijafika kwenye nne, nataka tupige baadhi ya passing course watakatifu, na na ambayo nimeitumia mimi, ni nimetumia G sharp minor, huku ni G sharp, huku ni G sharp minor, yani G sharp B alafu na D, alafu nakuja nne nne yangu, hii ni nne sita moja Yaani B D sharp, F sharp huko kuna F sharp, kuna C sharp D sharp na F sharp. Naona huyo watakatifu <tikasimu> wote watakusanyi <tikasimu> naona hicho kipiga hapo wote watakusanyi ko hii hii hapo hii ni B minor. Hii ni passing chord ya kunipeleka kwenye moja. Naona na hapo ni B D F sharp B D F sharp. A sharp F sharp A sharp C sharp na F sharp. Alafu nikiwa nimeshika hapa na hamisha hii, wanakuja kupiga hiki hapa, napiga A sharp D sharp na F sharp. Nakuja namba tano, C sharp G sharp C sharp. Alafu huku ni G sharp, uh, C sharp F, yani namba tano, namba mbili na namba tano. Huku ni namba mbili, tano na saba. Nataja hizi namba ili kwamba uweze kuzitumia katika ufunguo wowote. Baada ya hapo nataka kupiga passing coach. Unaona? Unaona? Hizi ni passing coach mbili ambazo nilipewa kwenye moja. Ya kwanza ni hii hapa. Unaona? Unaona? Yaani nimeshika kushoto kwangu kwa nimeshika D sharp huko nimeshika B, C sharp, D sharp na hiyo hapo F sharp. Ukafanya kwenye ufunguo wowote, ukashika namba sita, ukashika namba 4 5 sita na moja. Alafu nikaja kupiga passing code nyingine, hiyo hapo huko nimeshika F, huko nimeshika G sharp, nimeshika C sharp, nimeshika D sharp na F yenyewe nikakupeleka moja, kwa hiyo hiyo ndo progreshi ambayo itaifanyika katika mzunguko huu, yaani watakatifu wote watakusanyika mbele ele zak Bwana Mwokozi. Sasa baadaye napiga hiki hapa ataimba Bwana oh, na nilichokifanya ni kile, kile. Kumbuka nilianza hapa wakati naanza mwanzo nikaja kupiga pasi kodi nikaja nne nikaja oh, oh, oh, Bwana. Nafikiri nakumbuka baada ya kupiga hii moja baada ya kutoka hapa nikapiga oh, bwana, wata imba bwana bwana bwana oh, oh, haleluya bwana. Kwa hiyo sasa, uh, unaona nikija huku kupiga namba tano yangu kaamua kupiga hii hapa, kwa pasinkodi yako utaamua kuipitia hii hapa alafu hiyo hapa. Hebu tuone upande huu, wataimba Bwana. Nzuri kabisa. Asante kwa kunifuatilia, tafadhali fanyia mazoezi, utaona namna ambavyo rahisi kabisa. Ni moja kati ya nyimbo ambazo zina progression rahisi uh, kwa wewe unayeanza kupiga kinanda kujifunza, nikutakia kila heri. Bye.